Je, unajua kwamba Yahweh Mungu wa Israeli aliwahi kuwa na mke aliyeitwa Asherah? Kabla ya mabadiliko ya dini ya Mungu mmoja, Waisraeli wa kale waliamini kwamba Yahweh hakuwa peke yake. Alikuwa pamoja na mungu wa kike wa uzazi, uhai na upendo wa mama. Hata maandiko ya kale ya jangwani yamebaini mistari: nimebarikiwa kwa Yahweh wa Samaria na Asherah yake. Hii inaashiria kuwa hadithi ya mungu wa Biblia labda iliwahi kuwa tofauti na ile tuliyoifahamu. Lakini baadaye mke huyo wa mungu alifutwa kutoka maandiko, sanamu zake zikachomwa, kumbukumbu kumbu yake ikafichwa kwa sekta ya dini. Hii ni historia ya siri ambayo inachukua nguvu ya kike kutoka simulizi ya uungu. Tazama video kamili kwenye YouTube, Mwanga wa wa Ukweli, Ashera, mke wa Yahweh, Ukweli uliopotea wa Biblia. Umepata tu kidokezo, sasa tafuta ukweli wote.